tumecheza vizuri, tumebalance mpira umeonekana. Wametuzidi kweli, wameshinda goli moja, lakini sio sababu. Lakini kuna muda atakuwa ajifunze Young Africans, tuwabadilike. Umeona sisi simba simba, hata tukifungwa tunajua mpira ni nini? Umeona vizuri, hakuna sababu yanga kukataa, bodi ya ligi isipangwe tarehe ya mpira ya dabi ya simba. Huku tushafungwa, tutaongea nini? Huko ya wachezaji wenu. Wachezaji unaona, amepiga mpira mkubwa football, wamepishana kweli wanjani, si umeona wanjani wamepishana hatua kwa hatua, umeona kabisa. Wachezaji hamna, nisikilize, hamna, mch hamna mchezaji wa chini ya kiwango, ni makosa mabeki. Yule namba 10 wa Yanga ana uwezo wa kucheza hata timu ya wanaume, ni mzuri nakubali, ni umesikia. Eh? Eh hey, ni mzuri uweze kumkataa yule ni mzuri ni mchezaji mzuri mzuri sana uweze kumkataa hata Simba ukija kuangalia yule dada aliyoingia kipindi cha pili yule anacheza winga winga hey, ona mchezaji mzuri anacheza hata Yanga Yanga anacheza anapata namba Yanga anaume anacheza eh ki bench anacheza yule hapa kome Azizi ki bench anacheza wewe ki bench yule yule anacheza dada kwa Azizi wewe Mandala, Aziz ki benchi yule anacheza, si mtu gani? Si unamwona mchezaji mpira, so, anaweza mpira, anaweza nakwambiaje, ki bench anaanza yule. Oh, yeah, kodi hii hapa ipeleke watu wakwambia amila kubishaone comment. Yule dada Simba Aziz ki benchi yule anaanza yule winga pembeni <coughs> Wa mpira ni tekniki, technician technician technician technician technician. football football football, nakubali nakubali. na Edna Lema do do you you understand understand, amewazidi mbili no, listen to me, do you understand technician of football? Yo, technician I, uh, technician of football, wewe tunasema ability more than another zaidi ya mwenzako na kitaalamu, hiyo ni kwambia kitaalamu, kinaitwaje kwenye haya ya matokeo? Ndio ni kitaalamu inaitwaje? Ah, inawezekana hao goli moja. Inawezekana. Ndo maana umetufunga wa goli moja. Umeelewa? Lakini nashangaa waandishi. Eh, kwa nini amtake nimtetee rais wangu wa mpira jamani? Tunazungumzia mechi. Mimi natamani bwana. Hii mechi imeisha, tumefungwa, nimekwambia technician. Tumifika. Quality football tumezidiwa kweli. Sijakataa. Tumefungwa. Jamani, nafasi, nipe nafasi nimtetee rais wa nchi kama mwanasheria wake, rais wa mpira. Wewe ni mwanasheria. Mi mkubwa na diploma kila sehemu. Kwa hiyo nataka nijuze Tanzania ielewe. Neno la rais kwanza ni sheria. Unanielewa vizuri? Ah, sikiliza. Sikiliza. Hayo masikiliza Tanzania ijue. Rais alivyosema lile neno lilikuwa lina maana kubwa. Lile wao, hapo sawa. Tafsiri yake nyinyi hamjui. Tafsiri yake, Simba Nanga ndio anaharibu mpira Tanzania. Nyinyi muamini. Kwa hiyo eh, kwa hiyo kama bodi ya ligi ijiuzuru, kama bodi ya ligi ijiuzuru, wajiuzuru hao kwanza, kwa sababu washaifuja sana bodi ya ligi na TFF. Hapo sawa, wauliza hapo sawa. Yanga atacheza ligi yani, Yanga atakuja kucheza dabi na aibu, kwa sababu wataenda kasi, watabuma, watakuja kucheza dabi na aibu, macho chini hivi. Shukrani sana na shukuru.